Eh, bwana kuna sintofahamu zinaendelea kati ya klabu ya Singida Black Stars dhidi ya klabu ya Wydad Athletic Club ya huko Morocco. Unakumbuka kuna mauziano ya mchezaji Selemani Gomez Mwalimu yalifanyika hivi karibuni, ambapo Selemani Mwalimu aliuzwa na Singida Black Stars akiwa anatokea katika klabu ya Fountain Gate kwa mkopo, na kwenda katika klabu ya Wydad Athletic Club ya huko nchini Morocco. Sasa unaambiwa mabosi wa Singida Black Stars wameandikia barua Wydad Casablanca nchini Morocco kudai malipo ya mauzo ya mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez waliyemuuza kupitia dirisha dogo la usajili akitokea Fontaine Gate aliyokuwa akitumikia kwa mkopo. Inadaiwa kuwa tayari Singida Black Stars imetoa siku kumi na nne kwa Wydad Athletic Club kutekeleza makubaliano yao ya kuuziana mchezaji huyo kabla haijakimbilia shirikisho la kimataifa FIFA kutokana na ukiukwaji wa malipo. Selemani Gomez aliyesaini mkataba wa miaka minne na nusu kuitumikia Wydad Athletic Club inayoshiriki ligi kuu nchini Moroko, alisajiliwa kwa ada ya uhamisho wa shilingi milioni 891 na mshahara kwa mwezi unaotajwa kufika shilingi milioni sita, huku kukiwa na bonus kila akifunga bao. Chanzo cha kuaminika kutoka Singida Black Stars kiliambia gazeti la Mwanaspoti kwamba Wydad limeshindwa kutimiza kile ilichoahidi juu ya malipo ya kiasi cha fedha walichokubaliana kwenye biashara ya kumpata mchezaji huyo. Taarifa hizo ni za kweli, lakini ni siri baina ya klabu yetu na timu tuliyofanya nayo biashara. Hatukutarajia haya yatatoka nje, kwani mipango ni kumalizana sisi wenyewe kama biashara inavyofanyika. Lakini ni ukweli uliosikia, alisema mtoa taarifa huyo ambaye hakutaka jina lake liandikwe gazetini. Sisi ni klabu bado, tutakuwa na biashara nyingine nyingi. Sio vema jambo hili la makubaliano baina yetu kuvuja, ila tukishindwana, ndio tutaweka kila kitu wazi kuomba msaada wa kutoa taarifa. Kwa sasa ni mazungumzo ya ndani yanayofanyika. Juu ya barua, ni kweli imetumwa. Nyota huyo amecheza ligi kuu bara nusu msimu baada ya kufanya vizuri katika kikosi cha KVZ ya Zanzibar na kuibuka mfungaji bora wa ligi kuu ya Zanzibar msimu wa 2023-2024 akifunga mabao 20 na kutoa pasi za mabao saba katika michezo 27 sh yaliyocheza kati ya 30. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Dondosha komenti yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television. Ebana, kuna sintofahamu zinaendelea kati ya klabu ya Singida Black Stars dhidi ya klabu ya Wydad Athletic Club ya huko Morocco. Unakumbuka kuna mauziano ya mchezaji Selemani Gomez Mwalimu yalifanyika hivi karibuni, ambapo Selemani Mwalimu aliuzwa na Singida Black Stars akiwa anatokea katika klabu ya Fountain Gate kwa mkopo na kwenda katika klabu ya Wydad Athletic Club ya huko nchini Morocco. Sasa unaambiwa mabosi wa Singida ya Black Stars wameandikia barua Wydad Casablanca nchini Morocco kudai malipo ya mauzo ya mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez waliyemuuza kupitia dirisha dogo la usajili akitokea Fountain Gate aliokuwa akitumikia kwa mkopo. Inadaiwa kuwa tayari Singida ya Black Stars imetoa siku 14 kwa Wydad Athletic Club kutekeleza makubaliano yao ya kuuziana mchezaji huyo kabla haijakimbilia shirikisho la kimataifa FIFA kutokana na ukiukwaji wa malipo. Selemani Gomez aliyesaini mkataba wa miaka minne na nusu kuitumikia Wydad Athletic Club inayoshiriki ligi kuu nchini Morocco, alisajiliwa kwa ada ya uhamisho wa shilingi milioni 891 na mshahara kwa mwezi unaotajwa kufika shilingi milioni sita huku kukiwa na bonus kila akifunga bao. Chanzo cha kuaminika kutoka Singida Black Stars kiliambia gazeti la Mwanaspoti kwamba Wydad limeshindwa kutimiza kile ilichoahidi juu ya malipo ya kiasi cha fedha walichokubaliana kwenye biashara ya kumpata mchezaji huyo. Taarifa hizo ni za kweli, lakini ni siri baina ya klabu yetu na timu tuliyofanya nayo biashara. Hatukutarajia haya yatatoka nje, kwani mipango ni kumalizana sisi wenyewe kama biashara inavyofanyika, lakini ni ukweli uliosikia, alisema mtoa taarifa huyo ambaye hakutaka jina lake liandikwe gazetini. Sisi ni klabu bado, tutakuwa na biashara nyingine nyingi. Sio vema jambo hili la makubaliano baina yetu kuvuja, ila tukishindwana ndio tutaweka kila kitu wazi kuomba msaada wa kutoa taarifa. Kwa sasa ni mazungumzo ya ndani yanayofanyika. Juu ya barua ni kweli imetumwa. Nyota huyo amecheza ligi kuu bara nusu msimu baada ya kufanya vizuri katika kikosi cha KVZ ya Zanzibar na kuibuka mfungaji bora wa ligi kuu ya Zanzibar msimu wa 2023-2024 akifunga mabao 20 na kutoa pasi za mabao saba katika michezo 27 shir yaliyocheza kati ya 30. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Dondosha komenti yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television.